Hali gani, mpenzi mtazamaji wa D&A TV, eh, karibu kwenye kipindi cha maisha na siasa, lakini sasa tunazungumzia amani ya nchi yetu. Siku ya leo nimepata fursa ya kuweza kukutana na Mchungaji Lucas Laizer ambaye atakuwa nasi mwanzo paka mwisho. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye channel yetu ya D&A <tik> Mchungaji tunashukuru tunashukuru sana tunashukuru sana sana kufika kwako. Karibuni. Ndio. Na hebu tueleze, katika nchi nyingi, katika kipindi hichi kama cha uchaguzi, nchi nyingi huwa zinapata machafuko sana, ndio. Ndio. E, nini maoni yako hasa kwa Watanzania kwa kipindi hichi? Maoni yangu ni haya kwamba, eh, Watanzania wote ninachowaomba mm. na ninachowaaminisha kwamba mm. tunaaminike kwamba Tanzania mm. Mungu anatulinda na Mungu anatupigania mm. usiku na mchana ndio, ndio. Kwa hiyo kama nchi zingine zinavyokuwa na labda na hali ya machafuko labda ugomvi ama vita vya hapa na pale, mm. mimi kama mtumishi wa Mungu ndio. ninaamini kwamba kwa maombi tunayofanya tunaamini kwamba uchaguzi utakuwa vizuri mm. na kila kitu kitaenda kuwa sawa mm. na Mungu atazidi ndio. kutuimarisha kwa sababu ndio. uongozi wa Tanzania mm. Mungu anausimamia kwa sehemu kubwa sana, sawasawa. Na sehemu nyingi ambayo tunaona kwamba mambo yameharibika, mara nyingi wanasababisha yale wanasababisha uharibifu au vita mm, hasa ni vijana ambao kwa sasa wanajiita Gen Z ndiyo. Sasa wewe unawaambia nini vijana wa Kitanzania kuelekea hiyo siku ya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba? Kwanza mimi hapa bado ni kijana mm. na ninajua kwamba nguvu nyingi ya taifa mm. iko ndani ya vijana mm na ninachotaka kuwashauri vijana wenzangu na kuwasa mm. pia vijana wenzangu mm. amani ya moyo ndiyo. inasababishwa na mtu mwenyewe, lakini pia amani pia ya taifa ndiyo. inasababishwa na Watanzania wenyewe. Kwayo ninachowasii vijana wenzangu ndiyo. ninaomba kila kijana ambaye E, yuko Tanzania Ndiyo. Ama yuko labda nje ya Tanzania Ndiyo. Ninaomba awe ni, awe ni chachu Ndiyo. Ya kuipenda Tanzania yetu Ndiyo. Na kuisababisha amani ndani ya Tanzania Ndiyo. Iweze kudumu zaidi ili tuweze kuzalisha Ndiyo. Vijana wenye ubora na viongozi pia Ndiyo. Wenye ubora zaidi hata ya hawa wana, wali, waliopita. Okay, sasa hebu tuzungumzie kidogo kauli mbiu ya mgombea wa urais Dkt. Samia Suluhu Hassan inayosema kazi na utu tunasonga mbele, ndiyo, ndiyo. wewe unaitazama vipi, kuitazama kauli mbiu ya rais wetu Samia Suluhu Hassan mm. ambayo inasema kwamba kazi na utu tunasonga mbele jambo la, na, tunasonga mbele. Yes. Jambo la kwanza Ndiyo. elewa kwamba hata bibilia inatambua kwamba manake ni kwamba asiyefanya kazi na asile. Sa, sa. Jambo la kwanza asiyefanya kazi, na, na asiweze kula, ina maana kwamba rais wetu Samia Suluhu Hassan alivyosema, kazi, anataka kila Mtanzania aweze kuwa na, na nguvu ya kuweza kujimarisha dio. katika kazi dio, ili aweze fanikiwa katika kazi. hakuna mafanikio yoyote yanayokuja dio, bila kufanya kazi sa. Jambo la kwanza anaposema ni utu, anawakilisha upendo amani Ndiyo. na ushikamano pia, sasa. ndo tafsiri ama ndo nimeona kauli mbiu yake inakuwa inafanyaje, inaimarisha kwa kila mtu ambaye Ndiyo. yuko chini ya jua hapa Tanzania, sasa. kwa hiyo sasa ninawasii vijana wenzangu, kama uko kijijini kule, ama labda kama uko mjini hapa Ndiyo. kama uko kijijini Ndiyo. fanya kazi, kuna sasa. kilimo eh, kuna kufuga, jitahidi kufanya kazi kulingana na usemi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan, unajua ndani ya mwanamke mm, huwa Mungu amewekaga nguvu kubwa sana, maana yake ni kwamba ilo neno analosema kwamba kazi na utu ina maana kwamba kwa mtu ambaye ana mawazo ya hali ya juu na anafikiri, na anafikira ya hali ya juu Sasa. kwa upande wake akilitumia lile neno inaweza kumletea matokeo makubwa ndani ya maisha yake. Sawa sawa. Ndiyo, ndiyo. Okay. Na Mheshimiwa Rais e, miongoni mwa ahadi zake kwa sasa ni mgombea wa chama cha mapinduzi, ni kuweza kutoa matibabu bure kwa kila Mtanzania. ndiyo. hasa kwa wale ambao walikuwa wakipata changamoto kama ya kansa ndiyo. Na magonjwa mengine makubwa ambayo yalikuwa yanatumia gharama kubwa sana ndiyo, ndiyo. Lakini ahadi ya mgombea wa chama cha mapinduzi amesema wale wote watatibiwa bure ndiyo, ndiyo. e, nini maoni yako katika hili? Okay, maoni yangu ni haya kwamba jambo la kwanza tunamshukuru tunam, mama Sao, kwa ajili ya kauli zake zile mm. na ninaamini kwamba zitatimia kwa sababu vingine ambavyo mimi najua kwamba amesha viaidigi vingi vimetimia Sao, jambo la kwanza Ndiyo. lakini kwa hili ambalo niko naliona, ina maana kwamba ametazama umbali zaidi Sao, na ameona pia kwamba ni nini ambacho kiweze kufanyika mm. ili iweze kumrahisishia mtanzania Ndiyo. mwenye hali ya chini na mpaka pia mwenye hali ya juu kwamba ni namna gani ambavyo ataweza kusaidika vipi, yeah, ili aweze kujikwamua katika hali aliyokuwa nayo, kwani tumeona kwamba yeah. Magonjwa mengi yanavyokuwa ya na, ya nawakamata watu inawapelekea hadi kufa kwa sababu wengi wanakuwa hawana pesa. Sasa, na nailiweka vizuri wanakuwa hawana nini, hawana pesa, hawana pesa kwenye mikono yao. Sasa maanake ni kwamba unaweza ukaangaliwa labda na daktari pale kwa sababu manake, kama hauna pesa ni mheshimiwa alivyoliangalia hili kwa undani zaidi Dio, yeye akaona kwamba hii itamfaa ama itaweza kumsaidia Mtanzania Dio, aweze kuwa katika hali ya kujiona kwamba yupo katika nchi yake Ndiyo. Na yupo katika nchi yenye maendeleo ama yuko katika nchi ambayo kiongozi anapenda maendeleo ya nini ya Watanzania. Ndio, ndio. Okay, mwisho kabisa sasa, ni yapi maoni yako kwa Watanzania e, kuelekea Oktoba 29 kwenda kupiga kura? Maoni yangu ni haya, ninaomba kwa kila Mtanzania ambaye ana uzalendo na Tanzania Sao, ama ana uzalendo na nchi yake hmm, ajitokeze kupiga kura amchague kiongozi bora ambaye moyo wake unamtuma kumchagua. Asiogope kwamba labda kuna vile tatokea, kama jinsi ambavyo labda mnatishiwa kwenye mitandao kwamba ile Oktoba ishirini na tisa kwamba labda kutakuwa kuna moja, mbili, tatu. Asiogope kwa sababu, Ndiyo. jambo la kwanza mimi naamini kwamba e, ndani hiyo tarehe ishirini na tisa serikali yetu imejiandaa vizuri Ndiyo. Aidha kwa kwa, kwa ulinzi zaidi ya Watanzania na kwa ulinzi pia ya mtu binafsi pia Ndiyo. kwa hiyo ninaomba asiogope kwa sababu serikali yetu iko imara. Unajua eh, kitu chochote kinaweza kikamfanya kika mtu labda eh, afanye kuogopa ni mtu labda ambaye ana nia mbaya Ndiyo. ama ana hila mbaya Ndiyo. labda na, na nchi yake ya Tanzania, lakini kama na nia nzuri mm. naamini kwamba hata malaika watamlinda na malaika pia watampigania kama labda kuna kibaya labda ambayo yeah, labda itataka kujitokeza labda kwa watu ambao labda wana uzalendo mbaya na yeah, nchi yetu ya Tanzania yeah. Yeah. Kwa ninachomsi, ninamuomba tu kila Mtanzania, yeah, awe kijana ambaye ameshatimiza vigezo vya kupiga kura awe mzee eh, awe, awe, awe mama awe baba, ninakuomba yeah, ujitokeze kupiga kura kwa ajili ya kupata uongozi bora itakayotuwakilisha ndani ya miaka mitano zijazo. Nikushukuru sana mchungaji a. Tena amina. Mpenzi mtazamaji wa DNA TV, nafikiri sasa umeweza kupata mengi kutoka kwa mchungaji Lucas Laizer ambaye ameweza kuasisi sana Watanzania, hasa vijana wenzangu eh, kuweza kuwa waangalifu katika amani ya nchi yetu. Na mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Nyuma ya kamera nilikuwa na Shomali Kipande, asante sana.